Nataka nikufundishe kusuka fluffy kinky kwenye nywele ndefu kama hii. Ukishakata kibutu chako kigawe mara mbili kama hivi ambavyo unaona. Alafu nenda kachukua ile rasta yako ya fluffy kinky. Nyingine utakuwa umeichambua pembeni, nitakwambia matumizi yake. Alafu nyingine utakwenda kuipachika hapa katikati hivi. Utashika nywele ya chini na juu utaifunika kama hivi. Nadhani Kiswahili changu kipo sawa sawa, si ndiyo hivyo? Alafu tutachukua ile rasta nyingine ambayo tumeifumua pembeni, tutakwenda kusokota upande wa chini hivi. Sokota, sasa kwenye upande wa kusokota tunaweza tukasokota uh, mara moja mbili, mpaka hata mara tano mpaka hata mara sita. Na kusisitiza usikaze sana upande wa chini, itakufanya hata nywele ukienda kuibana isibanike vizuri. Sawa. Wakati nasokota nywele yangu, naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman. Karibu sana Farida Beauty Academy, tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Okay, baada ya kuisokota nywele yangu nitakwenda kutwist kama hivi ambavyo unaona. Nitatwist mpaka mwisho wa nywele ya mteja wangu. Karibuni sana, chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen, ada kuanzia laki tatu mpaka laki sita Mnatokea mikoani, hosteli zipo. Mnahitaji kujifunza online? Ni bure kabisa. Unachotakiwa kufanya ingia YouTube, tafuta Farida Othman, gusa button nyekundu iliandikwa subscribe. Baada ya hapo Njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye kwenye screen yako. Nitakuunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp bure kabisa. Baada ya kuisokota nywele yangu pale mwishoni kabisa, nitafunga fundo hili ambalo unaliona hapa. Alafu, baada hapo, kile kinywele kinachobakia nitakwenda kukata, nitakwenda kuonyesha ile muonekano ambao ni wa mwisho. Hii ni nywele rahisi kwa wale ambao wanaanza kujifunza kusuka kujifunza kupata video ndogo ndogo kama hizi, hakikisha umenifollow, lakini pia kujiunga na magrupu yetu, hakikisha umesubscribe chaneli yetu, tutakuunga kwenye magrupu. Hii ni final touch. Asante na karibuni sana chuoni kwetu. Tunaposema tunafundisha sisi huwa tunamaanisha. Bye, bye.